Leo tumekuwa tukijadiliana kuhusu e, e, rasilimali madini na kuweka e, ripoti ya profesa Mruma kwenye muktadha, na ndio mjadala wetu hasa ulikuwa hivyo, na tumeita wataalamu ambao sio wanachama wa chama chetu, wataalamu tu, ili waweze kutuelimisha kuhusiana na sekta ya madini, na ndio mjadala mkubwa ambayo tumefanya kwa kweli, tumefurahi sana. Hapana, kwa sababu eh, na ndio tatizo hasa. Sisi lengo letu ni kuhakikisha ya kwamba mjadala unakuwa mpana zaidi ya huu. Hatua ambazo zimechukuliwa hivi sasa ni hatua ambazo hazitupelekei huko, lakini tunaweza tukaitumia hiyo fursa kuhakikisha kwamba ajenda hiyo pia inakuwa mezani, ajenda ya namna gani ambavyo kodi zinakwepwa na makampuni makubwa ya kimataifa yanayowekeza hapa nchini. Kwa hiyo inaamini kabisa kwamba baada ya mjadala huu na huko tunakokwenda, ajenda hii itaweza kuwa mezani na itaweza kutusaidia kuweza kuhakikisha kwamba nchi inapata eh, kile ambacho inastahili kukipata. Yeah, majumuisho ambayo tumeyafikia tutapeleka serikalini. Tutapeleka kwenye kamati ya Profesa Osoro. Kumbuka kwamba serikali iliunda kamati mbili kamati moja inayohusika na ilikuwa inahusika na hayo makanikia na kamati ya pili inayohusika na sera na masuala ya kiuchumi na ya kisheria. Kwa hiyo tutapeleka hayo mapendekezo yetu na e, utambu, e, utangulizi kuhusiana na mjadala mzima, ili waweze kuona ni namna gani ambavyo wanaweza wakayaweka katika ripoti yao ambayo watampelekea ya Mheshimiwa rais. Nao hapana. E, ni muhimu sana sisi upande wetu tumetaka tulijadili hili jambo ili tuweze kutoa iwe kama input kuchangia kwenye hiyo ripoti ya pili, na e, muhimu ni kwamba tuweze kuona katika hiyo ripoti ya pili mapitio makubwa ambaye yataleta mapendekezo ambayo yatabadilisha yata kabisa jinsi ambavyo e, madini yetu yanavyo yanavyochukuliwa e, kutoka, kutoka ardhini. Na leo tumefanikiwa mtaalamu e, mmoja ametuambia kwamba huwekezi kwenye madini kwa sababu tayari Mungu ameshawekeza kwenye madini, unayatoa kutoka ardhini kwa hiyo unatakiwa utoe zile gharama zako za kuyatoa, halafu kile kinachobakia ndo mgawane na yule mwenye mali ambaye alikuwa hana uwezo wa kuyatoa kule chini. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba baada ya kwa tumepeleka mapendekezo yetu pia na wengine watakuwa wamepeleka mapendekezo yao, ripoti ya Profesa Ossoro itaweza kuboreshwa zaidi. Tutatazama tutatazama kwanza. Mjadala lazima tuumiliki, ni mjadala ambao ni lazima sisi tuuchukue kwenda mbele. Hatutaki mjadala uishie juu juu kwa hiyo eh, na wananchi pia wa umiliki huu mjadala. Kwa kutokana na mipango na taratibu za chama tutaweza kuona ama, eh, taasisi zingine tutaziomba zibebe mijadala kama hii na kuipeleka kwenye maeneo mengine ya nchi badala ya kuwepo hapa Dar es Salaam peke yake. Siwezi kujikomiti sasa hivi na kusema kwamba chama chetu kitaweza kufanya hiyo, kwa sababu eh, inahitaji maandalizi makubwa, na pia chama kina shughuli nyingine nyingi, ikiwemo chaguzi za ndani na kadhalika. Kwa hiyo ni vizuri kama pia taasisi nyingine zitaweza kubeba ajenda hii na kuifanya kuwa ajenda yao. Na ndio maana tumewaita watu kutoka e, vyama vya wafanyakazi kama Numet, tumewaita watu kutoka e, Lit, tumewaita watu kutoka Ongea ili waweze kuona wazo hili na kulibeba, na walifanye wao, waliondoe kwenye vyama vya siasa na sisi wengine tuwe washiriki tu kama ambavyo tungependa hiyo, kwa sababu tungependa jambo hili lisiwe la kisiasa.